Kufuatia sakata la Bi Neema Kilugala, mkazi wa kata ya daraja mbili jijini Arusha, kudai kubadilishiwa mtoto aliyejifungulia katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru, na kumkataa mtoto huyo akimtelekeza katika hospitali hiyo akisema sio wa kwake, hatimaye vipimo vimefanyika leo hii na kubaini kuwa mtoto aliyemkataa ndiye wa kwake. Awali Neema alidai kuwa baada ya kujifungua alioneshwa mtoto wake na muuguzi akiwa ni mzima na baadaye aligundua kuwa amebadilishiwa mtoto wake baada ya kuletewa udini akiwa amefunikwa vitenge ambavyo sio vya kwake na akiwa na vipimo vya kilo tofauti na alizoambiwa awali. Aidha, alieleza kuwa muuguzi wa hospitali hiyo alidai kuwa alichanganya vitenge na vya mtoto wa mwanamke mwingine na ndipo akamuahidi kuwa anarudi na mtoto wake ili kwenda kubadilisha vitenge hivyo. Hata hivyo licha ya muuguzi kusema anaenda na mtoto ili kumbadilisha vitenge, inaelezwa kuwa ndiyo chanzo cha kuibuka kwa sintofahamu. Baada ya muuguzi kurejea akiwa hana mtoto na Neema alipomuuliza kuhusu mtoto wake, alimjibu kuwa amewekwa kwenye mashine ya joto kwa sababu ana tatizo kidogo. Kufuatia majibu hayo ya muuguzi yaliyozua taharuki kwa Neema, na kuamua kupaza sauti akiomba usaidizi serikalini ili aweze kumpata mtoto wake. Wizara ya Afya iliingilia kati swala hili na kutoa maamuzi ya haraka kwa kushirikiana na jeshi la polisi mkoa wa Arusha. Hatua zilizochukuliwa ilikuwa ni kumsimamisha kazi muuguzi aliyemhudumia mama anayedai kubadilishiwa mtoto ili kupisha uchunguzi, na kuchukua sampuli za wazazi waliojifungua kipindi hicho pamoja na za watoto wao kwa ajili ya uchunguzi wa vinasaba, yaani DNA, katika ofisi ya mkemia mkuu wa serikali. Baada ya uamuzi huo uliochukuliwa na wizara ya afya, hatimaye vipimo vya vinasaba vya kina mama watatu pamoja na watoto wao waliojifungua siku moja katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru vimepimwa leo hii na majibu kutangazwa katika kituo cha polisi mkoa wa Arusha, ambapo imebainika kuwa mtoto aliyemkataa Neema akidai sio wa kwake na kumtelekeza katika hospitali ndiye mtoto wake wa kumzaa baada ya kulingana naye vinasaba kwa asilimia 99. Hata hivyo, baada ya vipimo hivyo, Neema ameonyesha kuto kukubaliana na majibu hayo, akidai kuwa bado hana imani na vipimo vilivyofanyika hileo. Hivyo, anatamani Rais Samia amsaidie ili apate haki ya mtoto wake, kwani anaamini mtoto wake amechukuliwa akiwa ni mzima na bado yupo hai. Kwa upande wake, Faudhia Mustafa ambaye ni wakili kutokea kampeni ya Mama Samia inayotoa msaada wa kisheria amesema kama muhusika hajaridhika na majibu hayo yaliyotolewa leo, leo hii anaweza kwenda mahakamani kufungua mashtaka na vipimo vikafanyika tena upya. Hii ni Gadi TV. Jina langu ni Aisha Msuya. Tuambia yule mtoto aliotubadilishia ni mtoto wangu ila mimi sijakubaliana nao. Mtoto wangu najua yupo na amebadilishwa, kwa hivyo tunaomba mtusaidia katika hili Mama Samia. Mkuu wa mkuu tusaidiane katika hili nimpate mtoto wangu. Naitwa Fauzia Mustafa, ni wakili wa kujitegemea hapa Arusha, lakini pia natokea kampeni ya Mama Samia inayotoa msaada wa kisheria. Kilichotokea leo, jioni ya leo tuliitwa kupokea majibu ya vipimo ambavyo vilienda kufanywa ya vinasaba kati ya wazazi waliojifungua um, na watoto waliozaliwa siku hiyo ambayo mteja wetu sisi anailalamikia. Na kilichotokea ni kwamba majibu hayo yanaonyesha kwamba mtoto um, ambaye mteja wetu anasema siwa kwake, vinasaba vinaonyesha uwiano wa asilimia 99.9. Yani, yaani kwa maana nyingine ni mtoto wake, kutokana na majibu ambayo tumepokea leo hii. Na kwa wale wazazi wawili wengine, majibu vilevile yanaonyesha vile wao na watoto wao uwiano uh, wa vinasaba ni asilimia 99.9, kwamba ni watoto wao pia um, sasa sisi kwa utaratibu wetu, baada ya kupokea majibu hayo, ni wajibu wetu sisi kukaa chini na mteja wetu na kujua ni nini ambacho anawaza au anataka. Kama atakuwa ajaridhika na majibu hayo, kuna taratibu za kisheria ambazo za, zinatakiwa zifuatwe, na sisi tutakuwa tayari. Kama atatamani taratibu hizo za kisheria zifuatwe, tutakuwa tuko tayari kumsaidia. Utaratibu mmojawapo ni kuomba ma, a, vipimo hivi viweze kurudiwa. Huo ndio utaratibu mmoja pambwa.